Moja ya sababu kuu iliyowafanya Arsenali kuingia sokoni kusaka striker ambaye ni Victor Gyokeles ilikuwa ni mastrika wake ambao alikuwa anawategemea, hapa namzungumzia Gabriel Jesus na Kai Havertz kuwa na majeraha. Sasa taarifa njema ni kwamba Gabriel Jesus amerejea na amepokelewa kwa shangwe sana na mashabiki wa Arsenali, na confirmation imetoka kwa kocha mkuu wa klabu hiyo Mikel Arteta. So, tutegemee Gabriel Jesus kuja kumchallenge Gyokeres au la? Maana namba ya Gabriel Jesus msimu jana haikuridhisha sana, kwa sababu katika mechi ishirini na saba alisikoa goli saba tu, na sasa hivi Victor Gyokeres naye kiwango chake kimekuwa ni cha kusuasua, sio kama kile kilichotarajiwa na mashabiki wa Arsenali. Amekuwa na wakati mgumu sana katika michezo kumi amefanikiwa kusko goli nne, sio mbaya sana lakini bado sio yule Victor Gyokeres ambaye wan, wana Arsenal walikuwa wanamtarajia. So, tutegemee makubwa sana kutoka kwa upinzani huu, maana kunaanza kuchangamka kunako kule klabu ya Arsenali. So mastreka wamerejea, maanake kila streka ana ana vitu vyake Victor Gyokeres anasifika sana kwa kufunga na strengths, ana nguvu sana, tumia mabavu. So na Gabriel Jesus mzuri sana one against one, na beki anaweza kufanya chochote. Ana uwezo wa kupiga chenga, ana uwezo wa kukaa na mpira vizuri, ana uwezo wa kukimbia pembeni hivyo. So, tutegemee mchezo mzuri kutoka kwa Arsenal leo, na leo wanaenda kumenyana na Sunderland. So sijui karata yako, nampa nani mimi? Kwa upande wangu leo nitampa Arsenal, ijapokuwa Sunderland ndio sio baya, lakini kwa kiwango ambacho ikuwa nacho Arsenal leo, mimi nitampa Arsenal. Wewe je?